Shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, CAF limetangaza rasmi mpira ambao utatumika kwenye mashindano ya AFCON mwaka elfu mbili na ishirini na tano mashindano ambayo yatafanyika nchini Morocco kuanzia Jumapili ya tarehe ishirini na moja mwezi wa kumi na mbili na kumalizika Jumapili ya tarehe kumi na nane mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita mpira huo utambulishwa na CAF umepewa jina la Itri na unatengenezwa na kampuni ya Puma, ambao nao kwa muda sasa wamekuwa sehemu ya wadhamini wa michuano hiyo mikubwa kwa timu za taifa barani Afrika. Mpira huu utakaotumika kwenye mashindano ya Total Energies CAF AFCON Moroko elfu mbili na ishirini na tano umetengenezwa na kutiwa nakshi zenye asili ya Moroko. Ubunifu huo umechanganywa na utaalamu wa karne ya zamani sana na teknolojia ya kisasa ya Puma Obita 6 ambayo hii ni mojawapo kati ya teknolojia bora zaidi ambazo zimewahi kuzinduliwa na kutumika na kampuni hii ya Puma. Jina la Itri au ITRI limetokana na sanaa na utamaduni wa taifa la Morocco, ambao unaitwa Zellige, ambao ni utamaduni unaobeba rangi nyingi.